Karibu mtazamaji, tumekwenda maswala ya kiai na kidijitali, tunasomea kwenye kipakatalishi. Siku ya pili ya zoezi la usajili wa wapiga kura wapya lilishuhudia idadi ndogo ya wakazi kujitokeza kufika katika vituo mbalimbali mbali huko Mombasa. Katika kituo cha Mvita, idadi imeendelea kupungua, hasa vijana ambao hawakujitokeza. Baadhi ya wale waliojitokeza wamedai msukumo wa kuleta mageuzi ndio umewachochea kujisajili. Hata hivyo tume ya IBC imetakiwa kufanya hamasisho zaidi, ili kuwafikia wakenya wengi, lakini si idadi ile watu walikuwa wana expect kwa sababu bado hii awareness ijafikia watu wengi, wanasema kuwa hii marketing haijafanywa vizuri ABC. Watu wengi wako kwa manyumba zao huko, hivyo hawana ideas kama kuna kitu inaendelea ya registrations of voters. Kwa hivyo tungehimiza government wa, wa insist kufanya hii awareness all over especially maybe on prime times in the news, saa zile watu wamekaa nyumbani wametulia, nitakuja time hapa watu watajaa. Hasa mimi nisema fanya ni wa mapema mapema kabla ile ya fujo sio. Kupiga kura nilipiga wakati wa moyo. Tangu wakati wa moyo. Sio kupiga kura. Lakini sasa hivi nimeona jinsi vile wamefanya mambo yao Anka wala fala ile mimi ninga wao. Ni promise jinsi. Lakini naona ile mambo wanafanya. Ni lazima kuwa kuunga mkono wale watu. Toka kaunti namba moja.